Nam, na leo katika historia ikieleza kuhusiana na siku hii ya uelewa juu ya kisukari ikiwa ni muhimu eh, kufahamu kuhusiana na, na hilo na mahususi eh, siku hii ikiwa imeanzishwa hasa eh, katika heshima ya kuzaliwa kwa Sir Frederick Banting ambaye ni mmoja ya wanasayansi waliogundua insulin mwaka 1921 ambayo ni dawa muhimu hasa kwa wagonjwa wa kisukari na tutazungumza hilo na mengi, ikiwa ni siku ambayo imeanzishwa na Shirikisho la Kisukari Duniani, IDF mwaka 1991. Hapa studioni tunaye daktari Dkt. Sania Martin Kasyanju ambaye ni daktari wa magonjwa ya ndani, karibu sana tuko pia na Jacob Peter Mwambi ambaye atatupa uzoefu pia kwake akiwa na kisukari eh, tangu alipokuwa mtoto. Karibu sana Jacob, karibuni sana naam. Na pengine tuanzie kwako daktari, kupata uelewa kuhusiana na kisukari, eh, ni ugonjwa wa namna gani? Okay, uh, kisukari ni... kwanza ni ugonjwa wa muda mrefu ambao sio ambukizi. Kisukari kinatokana pale sukari kwenye damu inapokuwa juu zaidi ya kawaida, na hii inatokana kwamba kuna homoni ambayo inaitwa insulin ambayo inatolewa kwenye kongosho, ambayo sasa inaweza ikawa kwenye mwili wa mtu insulin inashindwa kabisa kutengenezwa au inatengenezwa lakini inashindwa kutumika. Insulin kazi yake ni kuchukua hii sukari na kwenda kuhifadhi mpaka pale mwili itakapohitaji. Kwa hiyo ukitokea shida ya hii insulin, homo ya insulin, ndo unakuta sasa sukari kwenye damu inapanda, ndo tunaita sasa kisukari. Mm. Yeah. Na ikipanda inakuwaje sasa? Ikipanda unakuta kuna zile dalili mm, mtu anaweza akazionyesha, kwa watu wengi wanaweza asijue kwamba hizi ni dalili za sukari kupanda. Ndio yes. Kwa hiyo tuna dalili kama, yani kabla ya dalili daktari mm. Uh, sukari ikiongezeka kwenye damu yeah. nini kinatokea? uh, mm. kuna shida gani sukari kuongezeka kwenye mwili wa mwanadamu? lazima tuwe tuna sukari yeah. si ndio mm. na hii sukari inatusaidia kwenye kufanya shughuli zetu za kila siku yeah. kutembea, kufikiria, kukimbia, lakini hatutaki ivuke kile kiwango yeah. sawa so, ikianza kuvuka kile kiwango, mwili pia unashindwa kujua inafanya nini na hiyo sukari iliyobaki mm. kwa sababu sukari, chakula ukishakula, mwili unaanza kusema haya, kuna sukari iliyoingia mwilini. Insulin ambayo ndio homoni yetu ambayo inatoka kwenye kongosho ambayo inaanza kutolewa ili ikafanye kazi yake ya kwenda kufanya nini, kwenda kuhifadhi hiyo sukari mm. Sasa imagine hamna hiyo insulin, kwa hiyo sukari inaelea mm. Sasa kule kuelea kwa sukari kwenye damu inakuwa juu ambayo ndo madhara sasa yanaanza mm. Mm -hmm. Na hapo ulikuwa unagusia dalili mm -hmm. za kisukari ni zipi hizo? Hmm. Okay. Namba, kabla sijagusia dalili mm -hmm. niongele kidogo kuhusu sukari kwa sababu unajua kwenye kisukari tuna aina nyingi, nyingi, siwezi kusema aina nyingi, nyingi, so, yeah. aina nyingi, nyingi yeah. lakini kuna zile aina kuu mbili za sukari. lakini pia sasa, mm. Uh, watu nasikia sukari imepanda, lakini pia sukari imeshuka. Oh, yes, sasa hiyo yeah. kwenye sukari imepanda na sukari kushuka mm -hmm. kwanza niongelee yeah. kwa mm. sukari kushuka, mtoto asipokula kwa muda mrefu sukari inaweza kufanya nini ikashuka? Yes, imepungua kwenye binadamu, kwa sababu nomu ya sukari kwa mtu ambaye hana kisukari. mm -hmm. Tunasema unit zake ni kuanzia 4.5 mpaka 5.6. mm -hmm. Give or take hapo. mm -hmm. Kwa hiyo unakuta ikianza kushuka, ndo hapo tunasema sukari imeshuka. mm -hmm. Lakini hamna ugonjwa unaosema ugonjwa wa sukari kushuka. mm -hmm. Umeelewa? ni changamoto ambayo inatokana pale Ujala, au kuna kitu imetokea sukari ikashuka. Sawa, alikuwa naelezea sasa hizo aina kuu. Yes, tuna aina kuna aina mbalimbali za sukari lakini, tuna aina kuu mbili. Mm. Tuna aina ya kwanza na aina ya pili kama nilivyokuwa naelezea sukari ni nini, nilisema kwamba kuna muda ambao kongosho inashindwa kufanya kazi ya kutengeneza hizo homoni za insulin. Ndiyo. Sasa aina ya kwanza ndio inapotokea hivi kwamba mwili unaku, mw, e, kongosho inakuwa inashindwa kufanya kazi ya kutoa homoni ya insulin sawa. Hii tunayonaga sana, sana kwa watoto na vijana, ambayo inaweza ikasababishwa na pale kinga ya mwili inapoona kwamba kongosho ni adui kwao, inaanza kuishambulia. Inapoishambulia kongosho inakufa, kwao inashindwa kutoa ile homoni ya insulin yeah. Sawa au kuna vile sometimes inaweza kuwa kwa ajili ya vinasaba, ndio maana mtu anapata hiyo kisukari aina ya kwanza. Na kwa nini vijana na watoto? mm. Kwa sababu vijana na watoto ndio mda wakiwa katika hiyo levo kinga mwili inakuwa active sana. Kwa hiyo ndo inaweza ikasababisha hiyo, tunaita kwa kiingereza autoimmune yeah. Sawa, kwa hiyo hiyo ndo aina ya kwanza. Tukija kwenye aina ya pili, kongosho ipo inafanya kazi, lakini unakuta sasa hiyo insulin ya homoni inatolewa kwa wingi mpaka mwili unashindwa kuitumia zile seli mm -hmm. Zinashindwa kuipokea na hii. Oh. Eh, na kwa nini inatolewa kwa wingi sasa? Sasa unakuta sasa hapo uh, f kwa mfano mtu anakula kwa wingi. Okay. Anashindwa kufanya mazoezi sawa. So, kwa ile kula kwa wingi vitu vyenye sukari na nini, kongosho inabidi itoe si ipambani. Exactly, kwa pale inavyotolewa kwa wingi inachoka. Okay. Mm. Mwona. Kwa ile uh, insulin kuto kupokelewa na, na kongosho kuchoka mm. Ndo sukari inapo, mm. kuja. Mm. Yes. Mm. Kwa hiyo inatokana na mtindo wa maisha sasa sana. Okay. Tunavyoishi kila siku mm. Yeah. Mm. Sasa watu wanabidi waelewe dalili ni zile zile mm. Aina ya kwanza, aina pili. Mm. ya pili hamna tofauti. Sasa tupate, kabla tujiendelee Daktari, tupate um, story ya Jacob Unaeza ukatusimulia tu kak ilikuwaji kagumimi kwa mara ya kwanza, mm. sababu kidogo ulikuwa kunaga elimu, sababu tulikuwa tunajua kisukari ni ugonjwa wa wazee, mm. sababu kutokana na aina ya vipimo watu wengi uia tufanyi vipimo yeah. Kwahiyo nyumbani kidogo alikuwa pata shida, nijaribu kupima vipimo vingine vyote lakini havikuonekana, lakini yikuwa, nilikuwa napungua, nilikuwa nakula sana mm. Nikila yani, baada ya risali moja masaa mawili nakula tena. Mm. Yani, ni umri gani hapo? Hapo nikiwa miaka kama kumi na sita nyuma mm. Okay. Yeah. Sababu ilikuwa kama asubuhi, kutaakinunua ule mkate naweza kula mkate mzima ule na bado yako nsishibe peke yako. Oh. Oh. mm. Kwa ile kupungua sana ikaja ikapelekea nikafanya vipimo kwa ukubwa kubwa na mm. asilimia kubwa watu watufanyi check up mpaka, yeah. Itokee kwamba unahangaika sana na ujapata jibu lako yeah. Kwa hiyo utajikuta unapima vipimo vyote mm. Lakini baada ya kugundulika ndio mm. ikabidi nianze matibabu mm. ambayo natumia insulin okay. Na, na manake wakati na miaka kumi na sita sasa hivi hapa na yeah. thelathini na mbili manake oh, yeah. <laughs> umeweza ku kufuata zile taratibu kwa miaka yote hiyo, na mambo yako fresh yako vizuri. Kufuata taratibu, hakuna shida nyingine yoyote na unaishi vizuri kuliko hata mtu wa kawaida mm. Mm. Mm. Safi kabisa. Na, nini ambacho kinakuwa tofauti labda katika mtindo wa maisha na vyakula tofauti na awali? Tofauti ambayo ipo sio kubwa sana mm -hmm. ila kilichopo ni msisitizo ambao wa kufuata zile taratibu ambazo kwa mtu yoyote hata ambaye hana kisukari asipofuata taratibu kama anavyoishi mgonjwa wa kisukari, naye anaweza akapata sukari, yeah. Kwa sababu wengi tukizungumzia magonjwa sio kwa kuambukiza, hasa kisukari atokana na mtindo wa maisha mm -hmm. Sasa wengi hatuzingatii muda, muda wa kula, muda wa kulala, muda wa kazi kwao. Kama utumie muda wako vizuri, na mwili wako unakuwa unabadilika, unafanya na vitu vingine, unapata maradhi mm -hmm. Mm. Asa we ni yeah. Vitu gani ambavyo umekuwa ukifuatilia ya Jacob, yani umekuwa ukiachana ku, hiyo uh, kufanya hizo hiyo uh, matibabu ya insulin mm. Ni vitu gani ambavyo wewe unavifanya, yani kwenye maisha yako ya kila siku, kwa mfano eh, ratiba yako labda ya kula, ratiba yako ya mazoezi, yani mtindo wako wa maisha tu kwa kila siku mm. Ukoje? katika mtindo wangu wa maisha ya kila siku mm. Cha kwanza mimi nazingatia muda, kwa sababu ukifika muda ambao muda wa kazi, nafanya kazi masaa yangu kadhaa, hata kama itakuta muda unatakiwa uendelee. hmm. nasimamisha kwanza. Hey. Natakiwa nikaongeze glukosi sukari nyingine. oh, yeah. Ukifika muda wa mazoezi, kwa sababu cheka ratiba yangu ya mazoezi ya kila siku okay. hmm. kwa ajili ya kuendelea kutunza mwili wangu pamoja na mfumo wangu Hmm. Ili nsija kaongeza ka matatizo mengine, kwa sababu wasema kisukari na presha ni ndugu, lakini hmm. hawa, hawana undugu, ni yo tu kuunganisha na kuwafanya wao ndugu, yeah. <laughs> Kwa hiyo kikubwa ambacho kimeongezeka ni swala la msisitizo wa muda hmm. Yani, kufata ratiba, kwa sababu kwa mtu yeyote, hata kama ni wewe, usipolala masaa ya kutosha, yeah. Unaanza kupata usaulifu, unapata hasira yani, mfumo wako unakuwa unabadilika, kwa hiyo utaumwa. Kwa hiyo kikubwa ni muda, ndio ambayo sehemu ya kwanza sasa hivi inanibidi niifuate oh yeah mm, kwa sababu ukishabadilisha muda umebadilisha kila kitu kabisa yeah, maana kila kitu chako kinakuwa kiko kwenye mpangilio, kwenye mpangilio eh, sio mtu anakupigia tu sema kwamba njoo same fly, ah yeye hapana. Maana vijana tuna hiyo sana bwana, njoo same fly wewe na wewe, ndio kama ulikuwa kula chochote unachokifanya. Eh, kikubwa cha kwanza ni swala la tiba lile, au mpangilio wako wa kazi yani, atiba yako ya kila siku kwa mm. eh, sababu hata na nyumbani waga wanajua, niambia sasa hizi naenda kulala, waga hawezi kuniamsha na hata ukija wanakwambia eh. Bwana amelala eh. mm. asisumbuliwe, asisumbuliwe. <laughs> <laughs> na mazoezi unafanya? yeah. kwa kwa muda gani kwa siku mazoezi? kwa sababu mara nyingi nikiwa nikiwahi kutokana na changamoto labda za usafiri na foleni mm. waga, maximum haipungui ni saa moja na nusu mpaka mawili. Nani aina gani ya mazoezi unafanya kwa kuna gym kuna nini mpira kwao. ah, Okay. ah. Okay. Unahakikisha at least uh, kila siku jasho la kutoka, mara nyingi hata asubuhi kama nikiwa natoka, kwa sababu mm. sasa hivi tunajua kila mtu ana bodaboda wake. Okay. kwa hiyo mimi natumiaga kutembea. We huna bodaboda wako, maanake najua wanatumika kwa wakati zile za mbali lakini za dharura kwenye ratiba ya kila siku, Zaka, uh -huh. Uh -huh. Yeah. Na, na, na kama ungependa kutuambia unajua, uh, Jacob ukiwa na miaka kumi na sita hapo umekuwa teenager, una kium... yeah. miaka kumi na sita mingine mm. umeweza ku maintain hiyo uh, mfumo uh, wako kama ulivyosema, na mm. sukari yako yeah. sasa, uh, ni vitu gani pia ambavyo umeweza kuviongeza kwenye masuala mengine ya kijamii labda uh, kuwa, kuongeza familia ama vitu kama hivyo yeah. Kama ungependa pia kutushirikisha yeah. Kwenye upande wa mambo ya kijamii yeah. Kuna changamoto kwa sababu kisukari sio kusema ugonjwa unasababisha vitu vingine visiendelee, ndio yeah. yeah. Ni na, na mtu wangu niko naye eh. Yeah. Hakuna yeah. changamoto ambazo wanazisema kwamba ukiona kisukari uwezi uzalisha au kuzaa kweli, sio kweli, kwa sababu ukisema ufanisi mdogo unatokana na mtindo wa maisha kwamba ulaji, dio. Kwa sababu hata mtu ambaye ana kisukari kama ulaji wako aui vizuri mm, kule na kwenyewe unafeli ndio. Kwa hapa tunaona wale wanauza dawa kwa upande huo kiume, na zile dawa haziuzi tu kwa nani, lakini kitu kingine sana sana, n na, najikita kuelimisha wenzangu wasije yeah, yeah. wakapata changamoto Mm. Kwamba kuweza kuzingatia kwa sababu kwenye kipindi cha ujana ndio kipindi cha kujaribu kila kitu, yes. na hapo unaweza ukafanikiwa, na hapo unaweza ukafeli. mm. kwa hiyo kuwakumbusha wale ambao hawana changamoto ili wasije wakapata changamoto. atunakupongeza sana manake katika umri huo, uh, wengine wanakata tamaa, lakini yeah. najua na pia kwa kazi kubwa unaoifanya na wengine pia wanapata hope hata, hata yeah. vijana wengine wadogo au watoto yeah. ambao wana hali kama hiyo wanapata hope kwamba inawezekana ukaishi maisha yako safi kabisa yeah. Ukiwa unazingatia tu zile kanuni ambazo zinatakiwa na, na hapo daktari, uh, ni mambo gani hasa ambayo yanamweka mtu hatarini zaidi katika kupata kisukari ikiwa yes. Pia wakati mwingine wanasema kama in, kuna uwezekano kama kwenye familia mm -hmm. Uh, baba mzazi mmoja ama mwingine alikuwa nao uwezekano, uh, pia kwa watoto unakuwepo. Okay. um, kama vyosema kwamba unakuta kwenye familia hmm. kama baba alikuwa nayo, au babu alikuwa nayo, kuna ile mmoja ambayo nimesema hapa, nimeongelea vinasaba sawa. Inatokea kwa wengine kama kwenye kila generation mmoja anayo, ndo hivyo vinasaba vinaongezeka, unakuta mtu anakuwa nayo. Lakini ningependa kusema kwamba hata kama kwenye familia babu alikuwa nayo hmm. ikaruka, labda baba anayo, hiyo tunaita ni risk factor kwamba ni kichocheo, unaweza ukaipata ndio. Lakini kama Jacob alivyosema, maisha unavyo yaishi, vyakula, mazoezi mm -hmm. Kwa hata kama kwenye familia kuna mtu alikuwa nayo, lakini wewe kama unaishi katika kufuata masharti, unafanya mazoezi, unakula vizuri, hata kama risk factor ipo, lakini sio lazima na wewe upate mm. Mm. Sasa daktari, lakini unajua kikubwa sana kinazungumzwa kuhusu mtindo wa maisha ukiachana hizo uh, risk factor, mambo ya kurithi vinasaba na nini, lakini uh, sasa hivi wanasema NCDs uh, magonjwa sio kuambukiza yanaongezeka kwa kasi sana Sama. hasa katika maeneo ambayo kuna maendeleo kama kwenye miji na vitu kama hivyo uh, kama daktari anasema kinga ni bora kuliko tiba ni uh, vitu gani ambavyo unaviona watu hawazingatii na vinaweza vikatupa vikatoka katika hatari kubwa sana ya kupata eh, kisukari. Okay. Uh, naona kitu cha kwanza watu hawazingatii ni vyakula. Yeah. Sawa. Yeah. Kazi zetu kama ulivyosema siku hizi za kukaa. Ndio. Una... kama sisi hapa tunakaa. <laughs> <laughs> Una muda mrefu. Ndiyo. Sawa. Na let's say umekaa, kazi yako ni ya kukaa, umetembea, umeenda kuchukua chakula, umerudi mm. kukaa na hata ulichokula umekula nini. yeah. Sawa, tunaelewa kwamba Tanzania chakula chetu kikubwa nini? Wanga mm. Lakini tunapenda kuweka wanga mwingi. yeah. Unaona wa kutosha, wali unakusema wa kutosha ni eh. Eh, eh. <laughs> wakati kwa kama alivyosema Jacob ni kwamba unaweza ukala wali lakini sio kwa kiwango kikubwa, mm. ni kwa kiwango kidogo. yeah. Sawa, tunabidi tuangalie nini tunaweka kwenye sahani yetu. Ukiacha hiyo, tumekaa muda mrefu ujapata mda wa kufanya mazoezi nyumbani ukifika, je, mazoezi unafanya? na hayo mazoezi unaongelea mimi ni hata kutembea nusu saa. Ndio, lakini hatufanyi. Kwa hiyo tunachokifanya ni hatufanyi mazoezi, tunakula ovyo hmm. afu tunatembea, tumekaa kazi tunakaa <laughs> kwao unakuta mda mwingi mtu amekaa. Tunaita hiyo yaani, ni kukaa ufanye chochote kuangalia, ikifika weekend kuangalia TV, kwenda na gari umefika hamna activity yote mwilini. Hata kazi zile za nyumbani unakuta dada ndo anazifanya. exactly. na hata ukifanya, unafanya kidogo e. Unakaa. kwa hiyo unasema hizo ni tabia bwete kabisa, okay. mm -hmm. Na, na hii inachangia ina kwa kiwango gani ukilinganisha na hii hizi uh, factor nyingine kama kurithi yani, uh, uh, uh, lifestyle yenyewe mm -hmm. ina asilimia ngapi, kwa mfano daktari, ukiamua kugawanya Mchango wake kwenye ugonjwa wa kisukari actually lifestyle, katika dunia nzima mm. Hii sukari aina ya pili ambayo inakuja ina kwa ajili ya lifestyle. Yeah. ni salim, asilimia tisini. Okay, ya watu wenye sukari. oh, yeah. kwa hiyo hiyo kumi ndo unakuta mio vina mm. saba au kinga ya mwili, lakini asilimia tisini sasa hivi duniani ni kwa ajili ya maisha. Kwa maneno mengine, watu wengi hawapati sukari kwa kuzaliwa nayo, wanapata sukari ukubwani ndio Hmm. Hii sukari ambao wanapata kwa utoto wa vijana hmm. Sio kubwa kama mtu anavyoipata akiwa okay. Ehe, ukubwani. Sawa sawa, Jacob, uh, awali uligusia kuhusiana na vipimo na umuhimu wa kufanya vipimo na hmm. unatoa ushauri gani? Hasa kwa wale ambao mfano hawajawahi kupima kisukari ama hata pia kuwa na tabia ya kupima mara kwa mara ambacho kwa ushauri wa... Sasa na dunia yetu inapoelekea kwa mm, sababu mnasema umekuwa ni ugonjwa ambao unakuwa kwa kasi yeah, sio kwamba unakuwa kwa kasi, ila watu wanapata elimu ya kufika vya, kwenye vituo vya huduma, kwa sababu at least kwa mwaka ufanye checkup mara moja. Hata hapa tukianza kuulizana na wewe, mara ya mwisho ni lini? sababu ni, <laughs> so <kwenye check> <laughs> <laughs> Sa, ni ngumu kutokana mm, na mtindo wa maisha <laughs> lakini kikubwa kwamba watu wafike kwenye vituo, mm -hmm. wafanye check up na swala jingine kubwa, inakuwa rahisi wewe kupata msukumo, mm -hmm. kwenda kufanya check up at least ukiwa una bima yeah. kwa sababu mwingine anakuambia ah, siwezi kuwa, sijisikii chochote alafu mm -hmm. niende kupima. mm -hmm. kwa hiyo anaona anapoteza hela, lakini ukiwa na bima za afya itakusaidia itakupa msukumo, ua unafanya check up kujifuatilia. kwa hiyo kikubwa ni, kwenda kufanya vipimo inakusaidia ina mm. kuweza kujua, kwa sababu kama ukija kwa upande ambao tunasema wanapata madhara mm. ni watu ambao wanakuwa wanachelewa wafanye vipimo, mpaka mtu labda mguu kile kidonda akifuatilii mm. tatizo limesha kuwa kubwa, ndo anaamua kwenda hospitali. yeah. labda tukiulizana kidogo kwenye swala la vipimo, kwenye hii miaka ya karibuni tukisema mpaka miaka kumi hivi Dio. nyuma maswala ya kusikia kulikuwa kuna ile wakati nakuwa unasikia huyu mzee anadonda ndugu, lakini sasa hivi hmm. vitu hakuna yeah. si ndio? Na zile labda imani nyingine kwamba ukiwa mtu kaanguka chooni mnasema kuna majini, hakuna. Kumbe zilikuwa ni pressure, lakini watu hawafanyi vipimo. Wale wenye vidonda ambavyo vilikuwa viponi, wakuta ni sukari, kwa sababu walikuwa mm. hawafanyi vipimo, wanasema kidonda ndugu, eh, donda ndugu, lakini sasa hivi hakuna, watu wanaona, kwa hiyo na ndugu na donda Saa, yeah, daktari kakumalizia unaushauri uh, mm -hmm, gani lakini pia hasa, um, upimaji kama alivyosisitiza Jacob mm -hmm. Kuna wengine bana, hata upimaji wanatumia njia ambazo za kilokoloko, mwingine anaweza akaenda akatest, anaenda kuonja nani urine kama una glucose, ndo anajua kama anaamua kama ana sukari au hana, kwa, kwa staili hiyo. Sasa unaushauri gani kwenye upimaji, lakini uh, kwa kusisitiza kwenye mtindo wa maisha kwa ujumla kwa ufupi? Okay, um, kwenye upimaji ningeambatana na mwenzangu kwamba yeah, ni muhimu sana kwenda kupima mara kwa mara, mara moja kwa mwaka, mara mbili kwa mwaka, sio tunasubiria pale unakuta anajisikia na malaria ndio unaenda kupima. Hapana, hiki ni kitu ambacho kinabidi kifanyike mara kwa mara, kwa sababu sukari ukigundua mapema, hata kwenye kutibu kwake inakuwa rahisi na zile changamoto au madhara makubwa yanakuwa hayapo. Nah. Yes. na ningewashauri unajua, watu wanauliza niende mda gani kupima? niwe nimekula au nisiwe nimekula? Mm. kabla hujala hamna shida, unaenda unapima sukari. kama umeshakula unasubiria masaa mawili ndo, yeah, unaenda kupima no. Yes, na hata hospitali kuna kile kipimo cha miezi mitatu inatupa average ya miezi mitatu nyuma. mm -hmm. Kwa hiyo pia nacho ni muhimu, yeah. ukipima mara moja kwa mwaka sio mbaya. Asante sana daktari, tunawashukuru sana na tunatakia kila laheri pia kwenye kuendelea kutoa elimu kwa watu wengine. Jacob tunakushukuru pia kwa kushare story yako na kuinspire pia watu wengine. Fikisha salamu zetu kwa Shimeji, asante <laughs> <laughs> sana, shukrani sana. Tunakamilisha hivyo leo, ikiwa ni siku ya uelewa juu ya kisukari na msisitizo umekuwa zaidi katika kupima na kufahamu uh, hali yako ya sukari.